Ratiba ya mnyama kwenye mwezi wa nne ambao unakaribia kuanza siku si nyingi, kutoka tarehe ya leo uh, ni mchezo wa kimataifa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Almasri ya kule nchini Misri na mchezo utapigwa katika uwanja wa Suez Canal Ismailia Misri. Tuko hapa na Dominick Salamba, tuambie kuhusiana na ubora, udhaifu lakini pia uh, kipi ambacho Simba watakuwa kukifanya kwenye mchezo huo ambapo wataanzia ugenini sasa, kisha watakuja kumalizia mchezo wao wa pili nyumbani. Salamba, mnyama anaanzia ugenini dhidi ya Al Masry, tupitishe kwanza kwenye Almasiri ni timu ya namna gani, lakini pia hivi karibuni ubora wao nafikiri. Ukihitaji Almasiri ukalifaa, miaka ya nyuma ilikuwa ni miongoni mwa timu ngumu na kubwa pale Egypt zungumza Al Masry nazungumza Ismailia nazungumza Zamalek na, na Al Ahly lakini kwenye miaka karibuni soka la ukanda wa Afrika Kaskazini ni kama limeporomoka limeshuka, saizi ule ubora ambao walikuwa nao sio tena ambao wanao leo, lakini pia sio ubora wao kushuka tu, na si soka letu huku, hizi kanda nyingine nalo limepanda, yaani wakati sisi tunapanda wao wakabakia pale pale. Kwa hiyo mizania ya kiushindani haiko mbali sana tofauti na ile zamani. Ukisikia timu inatoka Egypt, inatoka Tunisia, Morocco, ilikuwa unawaza kitu kikubwa. Lakini kwa saizi nimeangalia baadhi ya mechi zao wanaendelea, saizi sio timu ya kuogofwa, kwanza wanaruhusu mabao. Lakini aina yao ya uchezaji nikiangalia ambavyo Simba wanakuwa wanacheza, Simba anaweza kaenda kuwa na akawa contain kama tu ataamua kucheza kwa discipline kama ambavyo alicheza alivyoenda Tunisia na alivyoenda Algeria kwa ile nidhamu. Kwa hiyo naiona Simba ikienda iki kwenye hatua inayofuata baada ya kuona uwezo wa Almasi lakini nikiangalia ile discipline ambayo yuko nayo na energy ambayo anaitumia mwalimu wa Simba amefanikiwa kuweza kufanya Simba iweze kuwa compacted, lakini wakati mwingine iweze yani, iweze kuwa na uwezo wa kuzuia pressure ya mpinzani kwa muda mrefu, na wao wanaweza kupata goli moja na wakafunga mianya, wakamaliza matokeo. Kwa hiyo kwa sababu ni mechi ya mtoano na Simba na, anaanzia away unless Simba afanye makosa au abadilishe approach yao ili aweze kuruhusu magoli mengine, kwa jinsi nilivyoangalia, Almasi hawana uwezo wa magoli manne matano kwamba pengine wakamaliza mechi katika uwanja wao nyumbani. Na mechi ya marudiano tunafahamu Simba Dar es Salaam inakuwa ni timu ya namna gani, na baada ya uwanja wa Taifa kuonekana kwamba huenda ukaenda kutumika, ni uwanja ambao Simba mauzoea wanapata matokeo, kwa naamini kwamba Simba ana nafasi ya kuingia tu nusu fainali. Ni upi ubora wao mbali um, na kwamba ni timu ambayo haiwezi pia kufu, kufu, kufunga magoli mengi ipi Almas hili ni wazuri kwenye, kwenye, kwenye wings wanashambulia kwa kushtukiza na wanapenda kufunga magoli aerial balls, na asa hata kwenye mpira ya kutenga, na ndio mpira wa nchi za Kiarabu mipira mm -hmm. Yani, magoli yao mengi ni magoli either ni ya mipira kutenga au mipira ya cross. Ni wazuri sana kwenye heda, kwa hiyo hata akitokea mipira ya kona usiwaruhusu sana waweze kupiga heda. Wanatumia sana walinzi wao wakati kuweza kufunga magoli mengi Kocha Fadro amefanikiwa kwenye me, mechi mechi za baadhi ya chuo ya makundi, amepata sare, kuna nyingine pia ameshinda ugenini. Nini afanye kwenye mchezo dhidi ya Al Masiry? Walau asifungwa goli nyingi, au wapate hata sare. Nafikiri ni kwenda kuwaheshimu,

wanapata wana ile harassment na sio wazuri kwenye one against one. Kwa hiyo naamini kwamba kikubwa ni kwenda kufunga mianya katikati, ili washindwe pata nafasi za kuweza kupenetrate. ana wachezaji kama Kibu Dennis na Eli Mpanzo, kuwatumia wote kuna mnufaisha vipi kocha Fadru, hasa kwenye eneo la ushambuliaji? manufaa anayoyapata ni kwamba wachezaji ambao wanaweza waka close gap yani, wanaweza wakashuka chini mpaka kwenye mstari wa kati, na baada wakachukua mpira wakafanya waka, waka safari kwa muda mrefu, kitu ambacho kinakusaidia wakati mwingine, hata kama utakuwa umeamua kufanya timu yako iwe inalinda na watu sita kwenye eneo, kwa maana walinzi wanne na viungo wawili, watu wanne wa mbele ndio wakati mwingine washambulie Gable, lakini pia anafanya opponent ashindwe kuacha watu wachache nyuma kwae, watakuwa Ismailia au watakuwa na wana wa changamoto moja kubwa, waweze either waende kushambulia numbers au waweze nanyewe kufanya counter kwae, wale wanamfanya t -t timpinzani ishindwe kuchagua clear method ya kuweza katika mchezo wa soka. Ateba na Mukwala, option za za za mwalimu Fadru kwenye eneo la la ushambuliaji, kila mtu ana kitu chake. Kwako wewe, nikikupa kiti cha Fadru unaanza na nani? Kila mmoja ana madhaifu yake na ana faida zake. Kwenye mechi ambazo unakwenda kupambana mechi ambazo unakwenda kupambana, lazima umtumie Teba, kwa sababu kuna kipindi utamtumia kama mshambuliaji, hata kama hata kupa kitu cha mwisho, lakini ni mtu ambaye anaweza kufanya harassment anafanya walinzi washinde kuwa comfortable, anarudi chini kuja kuchukua mpira, atakwenda kulia, atakwenda kushoto. Kwa hiyo atakusaidia kuweza kukimbia eneo kubwa la kiwanja na kuweza kupunguza madhaifu hata kwenye sehemu ya kiungo, kwenye mechi ambazo unaingia ukiwa hauna uhakika na unaingia 50-50 au uwe ni second team lakini kwenye mechi ambazo umeingia wewe kama ni best team umedominate katika mechi nyumbani, mechi nyumbani ambayo unaamini kwamba wakati wote utakuwa unashambulia kwa namba kubwa, mechi ambazo naamini kwamba utaenda kutengeza nafasi nyingi, mkwa anakuwa na, na kufaa kwa sababu ni mtu ambaye akimbii kwenye eneo kubwa, lakini ana madhara zaidi na ana akili ya mpira wa mwisho kuliko Ateba. Kwa hiyo kila mmoja ana kitu ambacho kina mfeva kwenye mazingira fulani. Sawa, ume, Leo yani, tunapozungumzia Simba anakwenda nusu fainali tunamkompea. Tuna, na anayekutana naye no, no, no, ehe, asa kama kukutana na Zamalek hiyo ni suala jingine. Kwa tutakuja kudiscuss mechi nyingine kwa kuangalia kile ambacho Zamalek anakifanya na ambacho anakifanya Simba. Kwa hiyo kwa hatua hii kwa hawa wanaokutana Simba ni favorite kompea na opponent wake. Kucheza, kucheza, uh, robo fainali sita mpaka tano mfululizo kwa Simba, kuna waongezea uzoefu na nguvu kiasi gani? uh, kwa kwa. Na nafikiri kuna waongezea nguvu lakini pia kuna wapa pressure. Kwa nini? Kwa sababu tayari umecheza robo fainali tano au sita bado hujafanikiwa kufika nusu fainali kwa hiyo kwa unakuwa una pressure kubwa kuona kwa kwamba una, kwa unavuka kwa una kile kiunzi wakiwa na pressure kuwa miongoni mwa kundi la watu ambao watakwenda kuandika historia. Kwa upande mwingine inawafanya wasiwe, wa, wasiwe na haraka kwa sababu ni hatua ambayo aiwapi mchecheto kwa maana kwa kwamba tayari washaifikia hiyo hiyo hatua. Kwa hiyo wakati mwingine haiwezi kwenda kuongeza mchecheto, kwa kwamba pengine tukipoteza itakuwa ni kitu cha tofauti. Kwa hiyo mimi naamini kwamba yote mawili wako nayo, lakini kubwa ni attitude ambayo watakwenda kuingia nayo, hasa katika mechi ya wei, ndio itakwenda kuamua kama wanaenda nusu fainali au la. Yupo kumshika mchawi, sio kocha. Mimi nitasema ni management, sio kocha Yani Simba miaka yote imeshindwa kufika nusu fainali sio kwa ajili ya kocha sio kwa ajili ya benchi la ufundi ni kwa ajili ya management. Kwa nini? Kwa sababu aina ya wachezaji ambao wanakuwa wanawachukua ni wachezaji ambao hawawezi kufikisha nusu fainali, na ikitokea ni bahati. Unaona, yani aina ya nyota ambao wanakuwa wanawasajili ni watu ambao wata struggle na hiyo ndio eneo lao la mwisho. Ukitaka kuona nusu fainali, kuna levo ambayo lazima uweze kuiongeza. Kwa hiyo, tumeona mara ya mwisho walifanya usajili huo ni ule wakina Mixon ni ule wakina Chama wakina Lalibwalia, ndio ulikuwa usajili ambao ukiangalia unaona yes, sasa hapa timu kuna kichu nakitafuta, lakini from there, maanake wamekuwa wamekuwa akichukua cheaji wengi. Ukiangalia hata kundi la msimu mpaka anafika hapa, inabidi yaani uwapongeze wachezaji kwa sababu ukiangalia wacheaji wengi hawana experience na hii michuano na wachezaji wazuri, lakini experience yao kwenye michuano no, haikuwa sasa kama wakisema jenga timu kwa hiyo huwezi kuwalaumu, utamlaumu anayejenga timu, sio wachezaji. Yani leo hii huwezi kumlaumu kwamba kwa nini hajenga nusu finali, wakati pengine zikaenda ndio ikawa nusu finali yake ya kwanza ya hii michuano, toka mwanzo kucheza mpira na wachezaji wengine ambao wako nao. Kwa hiyo nafikiri kama ikitokea hawajafuzu, maana yake itakuwa ni issue ya management kuweza kuona nini wafanye, ili wachukue nyota ambao wataweza kuwavusha katika kutoka tu hii kwenda tu nyingine. Leo hii ukiona Yanga hajafika nusu robo finali, unawalaumu kwa sababu nyota ambao wako nao wana deserve kufika hata nusu fainali hata fainali. Kwa hiyo ni kitu ambacho utawalaumu wao wenyewe kwa kushindwa kwenda, yani uwezi kamlaumu na, yani uwezi kamlaumu labda management ya Yanga, kwa nini? Kwa sababu ilisha sajili, kwani swala la benchi la ufundi na wacheji wenyewe kuweza kujitoa, kwa sababu nyota walio nao wanaakisi kucheza nusu fainali au hata fainali. Shukrani, karibu tena.